Hadhihi <laughs> <tutulies payi> hiyanu aina sahanu kwa <tutulies> lillahi ilhamdu. Tunaye huyo ambaye alikuwa akipitisha maji hapa, ni mkuu wa wilaya ya neino Jafar Kubecha, nilimkuta kukaa chini na mkuu mwenzake, lakini ndio uzuri wa watu ambao wamepita katika katika misingi ya dini. Nikaona sio sio manzili yao kukaa hapa, nikampandisha kwenye sehethi yake. Mungu akulipe, azidi kukunyanyua. Ni wakati sasa wa kutoa shukurani. Unajua leo shukurani itafanya ajabu kidogo, kwa sababu najua mkuu wa wilaya ni mtoto wa hapa, ye ndo atatoa shukurani hizi, sivyo bana? Assalamu aleikum warahmatullahi taala wa barakatu. Shee wetu wa mkoa shee Walidi, mashe wetu wote mlioko hapa, mashee Abdallah, shee Yusuf Kidago na masheho wote, kama ambavyo mmetambulishwa, napenda kutambua itifaki yenu lakini pia tunatambua wenzetu ambao wametukimbilia kutoka maeneo mbalimbali kuja hapa kutuunga mkono katika hadhara yetu hii ya leo. Binafsi, e, kwa niaba ya kiongozi wetu shehe wetu ostazi wetu Abrahimu, lakini kwa malezi ya shehe wetu Sheikh Yusuf kama ambavyo amenitaka mimi si, sina uzito wa kusimama hapa mbele yenu, lakini kwa sababu nimeinuliwa na viongozi wangu, basi mtoshe kwamba nimesimama hapa kwa, kwa niaba ya wenzangu kutoa shukurani. Na kwa sababu muda umekwenda, nisitumie muda mrefu, nitumie nafasi hii kwanza kwa shukuru e, kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rahma kwa kutupa kibali na uzima wa kufika hapa hii leo. Wa kwanza wa kushukuruwa ni Mwenyezi Mungu, lakini pia tunaendelea kumshukuru mtume wetu Muhamadi sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya kazi kubwa aliyoifanya ambayo ameirithisha na sisi tumeirithi kutoka kwake. Lakini pia nawashukuru sana mashehe na wetu kwa malezi ambayo mnatulea na sisi kuweza kuyafanya haya, ni kwa sababu ya malezi yenu ambayo tunayafuata kutoka kwenu. Kwa tunaendelea kuwashukuru sana, lakini vilevile nitumie nafasi hii pia kuwashukuru umetoka mbali. Kuna mashee Shee Abdala ametoka Lukozi na She Ramadhani wametoka Mavumo na wengine wote waliotoka maeneo mbalimbali, watumia muda, watumia gharama, wametukimbilia nimewataja hao watoka mbali zaidi. Lakini najua shee wetu wa mkoa ulikuwa na majukumu mengine ya kimkoa na kitaifa, lakini umeweza kujihimu na kufika hapa kutunga mkono wote mashekhe wetu tunawashukuru sana sana sana, hatuna neno takalotosha kuonyesha hisia zetu za shukurani kwa kutukimbilia katika tukio letu hili. Lakini pia nitumie nafasi hii kuwashukuru nyote kutoka katika maeneo mbalimbali kutukimbilia katika hadhara yetu hii. Kwa kweli hadhara imepana, imefana sana. Waswahili wanasema shughuli ni watu, na watu ndio nyinyi. Bila watu kusingekuwa na shughuli hii, kwa hiyo tunawashukuru sana sana sana, ndugu zetu wote kila mmoja kwa nafasi yake kutumia. Lakini kipekee pia tuendelee kumshukuru kiongozi wetu na rais wetu Daktari Samia Sulu Hassan kwa sababu ya amani tuliyonayo. Tusingeweza kufanya haya bila uongozi madhubuti wa kiongozi wetu. Nchi yetu ina amani, nchi yetu ina utulivu, nchi yetu imetulia. Na nyinyi viongozi wetu leo mmetusisitiza umuhimu wa amani na kushiriki uchaguzi tukiwa watulivu na tukifata mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kiongozi anachaguliwa na Mwenyezi Mungu, sisi tu ni wakamilishaji, kwamba tarehe ishirini na tisa ifike tukatimize takwa la kikatiba, lakini kiongozi tayari amechaguliwa na Mwenyezi Mungu. Na Waswahili, mimi sitaki kunukuu ya ki, ya Qur'ani kwa sababu mmenukuu mengi, nisije nikateleza, na kubwa wangu mko hapa. Niseme tu, Waswahili wanasema wali wa kushiba unaonekana kwenye sinia, kwa hiyo uongozi madhubuti unaonekana. Baada ya kusema haya, bila itaufiki, asalamu As alaykum aleikum warahmatullahi. Wale wanaonekana unaonekana wenye sindia, nadhani watoto wa zamani ndio wamefaidi zaidi. Ka Mungu abariki. Mimi moja ya jambo nalostaajabu kila siku ni wanasiasa. Mwanasiasa okay, ukimkabidhi tu maiki ataonyesha ufasaha mkubwa sana wa kuzungumza. Hadhara yote ile nimemwona, kubecha, nimemshtukiza kwa sababu najua maiki haziwashindi hapo. Mwenyezi Mungu amlipe kila laheri, azidi kutunyanyulia viongozi wetu. Dua hii itakwenda kwa mlezi wetu murabi, Sheikh Abdallah ah, kweli bwana iamu bado